Tisa thelathini na wawili walipata gredi ya A, laki moja 4,561 wakipata gredi ya cha kuongeza. Waziri wa elimu Julius Migos ametangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025 na ambapo zaidi ya wanafunzi laki mbili elfu sabini walifanikiwa kupata gredi ya cha kuongeza, wote hao wakijinyakulia nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu, huku matokeo watahiniwa 1180 yakifutiliwa mbali kwa madai ya wizi wa mtihani huo. Hatimaye matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025 uliofanywa na watahiniwa takriban 993,000 yametolewa na waziri wa elimu Julius Migos, watahiniwa takriban 250 wakipata gredi ya C+ kupanda, wakijinyakulia nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu.

Kati ya watahiniwa elfu moja mia tisa thelathini na wawili walipata gredi ya A, elfu tisa mia tatu thelathini na wasita wakipata gredi ya A minus, elfu ishirini na watatu mia tisa tisini wakipata gredi ya B plus, watahiniwa elfu hamsini mia mbili kumi na watano wakipata gredi ya B wastani, watahiniwa elfu themanini mia sita themanini na mmoja wakipata B minus huku watahiniwa laki moja na elfu nne mia tano sitini na moja wakipata gredi ya C plus, na kupata nafasi za kujiunga na vyuo vikuu. Idadi hii ya watahiniwa waliofuzu vizuri ikiongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. There were 1,932 which is 0.19% candidates who obtained an overall mean grade A claim in the year 2025 KCSE examination. Aidha, zaidi ya watahiniwa elfu mia saba walipata chini ya gredi ya C+ watahiniwa 115,801 wakipata gredi ya C wastani, wengine 120,615 wakipata gredi ya C+, waliosalia zaidi ya 350,000 wakipata gredi ya D+ kushuka

Lakini wengine wakisherehekea, watahiniwa 1180 wasijue la kufanya baada ya Wizara ya Elimu kufutilia mbali matokeo yao kwa madai ya kuhusika na wizi wa mtihani huu. Na kwa miaka miwili mtawalia, idadi ya watahiniwa wa kike wamekuwa wengi ikilinganishwa na ile ya wakiume, ikibainika kuwa asilimia hamsini ya watakaojiunga na vyuo vikuu watakuwa wa jinsia ya kike. Mary Kyalo, Undugu TV.